E, tutakuwa na wawasilishaji wetu wawili na tutakuwa na discussant wetu mmoja, lakini niseme kwa mada hii, matarajio yetu ni kwamba tuweze sisi kama washiriki kupata uelewa wa kina kuhusiana na historia, nafasi na umuhimu wa wakfu katika jamii yetu ya Kiislamu, lakini pili, tutapata wasa kutokana na mawasilisho wasilisho litakalofanywa hapa na, wawe, na wawezeshaji wetu wawili ku, e, kuweza kupata kujua maendeleo ya wa wakfu Tanzania, na jinsi ya kuimarisha sekta hii katika miaka ijayo, na tutakuwa na muda wa kujadili kwa pamoja namna ya kulifikia hili, lakini pia tutapata kujifunza kutoka mifano ya kimataifa ili kuimarisha usimamizi wa wakfu kwa maendeleo ya jamii yetu ya Kiislamu. Na bila kupoteza wasa sana, kama ambavyo tumefahamishwa, tunao wawasilishaji wetu. Mwasilishaji wetu wa kwanza atakuwa ni alfadhila Sheikh Twaha Suleiman Bane. huyu ni mzaliwa wa Mkuranga Pwani. Shekhe Twaha Bane ana shahada ya uzamili au masters kutoka Islamic University of Man Man Man Minnesota Marekani, lakini pia ana digrii ya kwanza ya sharia ambayo alipata Madina. Sheikh Bane anafahamika sana kwa kufanya kazi za daawa hapa nchini, ikiwa ni pamoja na kufundisha katika taasisi mbalimbali ikijumuisha Al Haramain, lakini pia anazo darasa mbalimbali anazoziendesha kwa zaidi ya miaka 28 na nane na na katika hizi darasa mbili nitazitaja ambazo zina zaidi ya miaka 28 ana darsa moja kule nyumbani kwa, kwao alikozaliwa Mbezi Mkuranga, katika msikiti mkuu, lakini pia ana darsa nyingine ambayo inaendeshwa eh, katika Masjid Ismail iliyoko Mbagara, lakini pia kwa sasa Sheikh Twaha Bane ni mhadhiri eh, katika chuo cha Al-Baraka tuna mwasilishaji wetu wa pili atakuwa ni Dr. Qasim Hussein. Huyu Dr. Kasim Hussein ana PhD ya katika masuala ya banking, ambaye aliipata katika University of Wales Bangor kati ya mwaka 2006 mpaka 2009 ana masters au MBA in finance ambaye alipata Oklahoma City University kati ya mwaka 1985 eh, mpaka mwaka 1987, lakini pia ana Bachelor of Arts aliyoipata chuo kikuu cha Dar es Salaam kati ya mwaka 1977 mpaka mwaka 1980. Dr. Kasim amekuwa ni mwadhiri katika chuo cha usimamizi wa fedha kwa maana ya IFM na alishawahi kuwa Dean of faculty of economics and the management sciences katika chuo cha IFM, lakini pia ameweza kubobea katika kutoa ushauri katika maeneo mbalimbali hususan yanayohusiana na uchumi, usimamizi wa kodi kwa maana ya tax management, utawala katika maswala, utawala wa kisayansi katika maswala ya kifedha na mwisho, kama ambavyo nimesema, tutakuwa na discussant wetu baada ya wawasilishaji wetu kuwasilisha mada, mada yetu ambaye tutakuwa na eh, Mr. Salum Awad ambaye ni CEO wa Shilka lakini huyu pia ni Chartered International Investment Analyst na ni certified on a Islamic Finance and Banking anahusika sana na masuala ya ushauri katika uwekezaji eh, katika benki mbalimbali zinazofuata miamala ya Kiislamu kwa zaidi ya miaka kumi. Eh, ameshiriki katika portfolio yake, ameshiriki katika kushauri uwekezaji wa zaidi ya dola milioni mia nne katika kipindi cha miaka kumi, lakini pia Sheikh Awad amepitia kwa maana ya kureview mamia ya business um, cases strategies capital investment eh, na uanzishaji wa miradi mbalimbali mbali kwa maana ya project, lakini pia ni mwandishi, ameandika vitabu mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja naomba nitaje vitatu. Kuna kitabu amekiandika kinaitwa Dare or Die, ameandika kitabu cha The Courage of uh, to Pursue Your Dream, ameandika kitabu cha Smart uh, no, cha Where is Money. Kwa hiyo hawa ndio watakuwa wawasishaji wetu wawili na discussant wetu mmoja. Kwa hiyo, kwa kuanza, naomba kila mwezeshaji Alfadhilati shekh, utatumia dakika 25 na al duktur pia utatumia dakika 25, ili kuweza kuwasilisha, alafu tutapata dakika kumi za discussant, na baada ya hapo tutaingia katika mjadala wa pamoja. Kwa hiyo tutaanza na shekhe wetu Shekhe Twaha. E, utaweza kuwasilisha kuhusiana na asili ya wakfu na nafasi yake katika Islamic social banking, tafadhali.